mtazamaji wa faida online tv wanasema kila kitu huja kwa sababu lakini ukistajabu ya musa kuna siku utayaona ya firauni leo tumepokea taarifa kutokea kwenye kijiji cha nanguruwe kinachopatikana kwenye kata nanguruwe halmashauri ya mtwara mkoa ni mtwara mara baada ya kupata taarifa kwamba kuna kuku ametotoa vifaranga saba katika hao kifaranga kimoja kina maajabu kidogo kwa maana kimetotolewa kikiwa na miguu minne sio kawaida na haijazoeleka tumezoea vifaranga wanakuwa na miguu miwili, lakini hii kwa nini? Tumetembelea moja kwa moja kufika hapa na kuzungumza na mhusika ama mtunzaji wa kuku na vifaranga hao, akituambia tangu siku ya kwanza alivyoona hali ilivyokuwa na mpaka sasa hivi, na nini ambacho yeye anahisi kinaweza kutokea pengine, au ni kwa sababu gani, hali gani, hali imekuwa hivyo. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Yana, hatukuliacha lipite, tumekuendelea taarifa hii. Mimi natoka Karim. Faida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 huyu mtoto kitu gani mbona yuko hivi? tukimwangalia ndio tunaiona hali kama ile miguu miguu. Mimi nikamwita mwenyewe mwenyekuu, kaniambia bwana, njoo utazame mitihani ya Mwenyezi Mungu mm. njoo uone, akaja pale akaona sema ah, basi muache mambo ya Mungu eh. kifaranga hicho miguu yake hii ambayo ndio imetokeza kwa nyuma hapa tumeiona eh. inafanya kazi yani, kuna muda inatembea, wewe na baki tu kule juu ah, wala haitembei yani, imekaa kama picha mm. E, wala itembei na wala ifiki chini e. mimi nilizaliwa mwaka sitini na moja e. Mwaka ambao tumepata uhuru Tanzania Tanganyika. sawa. Sawa. Na tangu mwaka huo mpaka sasa hivi mew kushuhudia vitu kama hivi, hata sijaviona sijaviona, ndo kwanza na nimeshangaa, na ndio maana ilikuwa napita na sambaza ili na wenzangu wajue kama Mwenyezi Mungu naye anayafanya ya kwake. E. Kwa hiyo mnachukuliaje hii ni nini hasa kiutu uzima, kiu yani ama kiukubwa? Hii hapa, sisi tunachukulia mambo ya Mungu, yani Mungu ni mkubwa tofauti na watu, kwa sababu analiweza kulionyesha jambo sisi wa, wa, wa du, du, binadamu tukashangaa ni kitu gani? Sawa. Kuku huyu akishakuwa mkubwa ntamchinja e, na mkamla huyu kuku? Mimi kama akiwa mkubwa, Mwenyezi Mungu akijalia akapata uzima akakua, sitamchinja huyu kuku, nitamwacha kama alivyo eh. Akitokea mtu akasema nataka kumnunua akiwa mkubwa, hata akiwa kifaranga, hata sitamuuzia huyu mm. Kwa nini? Kuku mimi namwacha kwanza, ni matokeo yake niyaelewe mbele, maana inawezekana pengine atakuwa mtu wa kuzaa, atakuwa na faida nyingi mbele. Kwa hiyo huyu namwacha na namuombea na heri na baraka, wadudu wasimchukue. Pangini Mwenyezi Mungu mbele ni kitu gani anachotaka kuonyesha. Vifaranga walikuwa ngapi na sasa mbaki wangapi? Vifaranga walikuwa saba. Wawili wamekufa, kwa hiyo namtunza kuliko vifaranga wengine. Namtunza kweli kwa kweli, ninapoenda shamba nikirudi, mpaka nijue kama huyu yuko wapi na amelala wapi, kama mtoto operation. Eh, naitwa Fatuma Hamisi, nakaa kijiji cha Nanguruwe. Tumesikia kuna majabu haya kukwa na miguu minne. Kifaranga hiki ulisha kuona? Sijawahi kuona, hata kwa mwaka mmoja ndo kwanza naona. Watu wanaokuja kumuona kumwona wengi, wanasemaje? Wengine wanasema ni mwiko, wengine wanaona kawaida. E. Tukisema mwiko tunamaanisha tunasema uchuro. Eh. Uchuro. Yeah, okay. E. sawa sawa. E. kwa hiyo mmejiandaa kumtunza? Tumejiandaa kumtunza tu, ni mwanzo wake na mpaka mwisho wake. Mama anasema hata, hata mchinjwe hata ingekuaje, we vipi? huyo asichinjwe iwe ni funzo na wengine wapate kuja kumwona. Kama ikitokea akawa mkubwa na ukakuta umerudi hapa amechinjwa, we utakula nyama yake? Nitakula mimi mm. <laughs> <Nime>, ni <takula. laughs> e. mm, kwanza nitakuwa <laughs> <laughs> ni, ni Mwenyezi Mungu tu e. e. e. ni, ni mbele sawa <laughs> e. so, kwa namna ya mazingira yalivyoonekana tunaambiwa hii ni hali ya kawaida kutokea, na hata baadhi ya watu ambao tumezungumza nao kama hivyo wanasema ni jambo kawaida kama inavyokuwa tu kwa binadamu kwamba anazaliwa mtu akiwa mlemavu na huyu pia ni kiumbe kama viumbe wengine. Wewe unasemaje? Unaweza kuweka komenti yako hapo tuweze kuona mawazo yako ni yapi. Kutokea hapa kwenye kijiji cha Nanguruwe kinachopatikana kwenye kata ya Nanguruwe, wilaya ya Mtwara, mkoa ni Mtwara, naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Tukukumbusha kusubscribe kwa like na kucomment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.